Nyingine zinaarifu kwamba ukosefu wa vifaa maalum vya walemavu vinavyowasaidia kuweka siri yao wakati wanapopiga kura ndiyo changamoto kuu inayonakiliwa katika chaguzi ndogo kwenye baadhi ya maeneo humu nchini. Haya ni kwa mujibu wa waangalizi wa uchaguzi mdogo wa wadi ya Kabuchai Chwele katika kaunti ya Bungoma wa kikundi cha Inuka chini ya Angaza Kura Initiative ambao wanasema kwamba walemavu walikuwa na wakati mgumu kushiriki kwenye shughuli hiyo. tunataka IBC na wale ambao mashirika ambayo yanahusika na, na serikali wa ensure kwamba accessibility ya uh, polling stations by PWDs is guaranteed hasa wakuwe na ramps na tena wakuwe na ballot paper ambayo iko ya braille. Ya pili, tunasema kwamba IBC imekuwa na uzembe ya ku saa zingine tunawalaumu lakini hawana kapasiti. Mambo ya bribery, mambo ya violence, ingawa iko kwa not observed because code of conduct hairuhusu mtu afanye kampeni siku ya kura, hairuhusu mtu apeane shirika ambalo ni IBC Tunaona ya kwamba wamejitayarisha vilivyo kwa sababu kulikuwa na dosari ndogo ndogo, lakini walikuja mara moja na kuweza kuzitengeneza na kukawa na election ambayo ilikuwa ya amani, na vilevile vile ikaendeshwa na njia ile ambayo iliyo mzuri, na tena uhusiano ule ambao uliokuweko na staffs wa IBC observers na security ulikuwa mshikamano uliokuwa mzuri, otherwise mambo yangekuwa mazuri zaidi.